Oh, asante sana, okay, ndugu yangu. Yeah, na nafurahi kuwa nawe leo na kukutana kwa mara ya kwanza. Na mimi nimefurahi sana kwa kunichagua na kupenda kwamba uni Niulize mangalau maswali mawili kabisa. Sasa kuna mvuvumuko, yani nchi za Afrika Mashariki sasa wanahaha kwa lazima Kiswahili kitatamba. Wewe tunajaribu kuangazia katika nyanja ambapo umekuwa mwandishi wa vitabu. Ndio. Ni, ni, ni hatua gani ambazo zinaweza kuchukuliwa katika nyanja hiyo kuona kwamba mchakato huo umerahisishwa? Naam. No, kwanza hatua zimeanza. Mm. Na ukishaanza hatua songa mbele, maana mwendo mrefu huanza kwa hatua ngapi? Moja. Sasa hatua zimeshaanza. Hatua ambazo tunaweza kuzitumia kwa sasa ni kuangalia mahitaji ya Kiswahili na mahitaji ya vitabu kwa kila kiwango, tuone tutaandika vitabu gani kwa ajili ya viwango vya chini, viwango vya kati, mpaka viwango vya juu. Nafasi ipo, tunachohitaji hapa ni bidii za mchwa, kuendelea kufanya kazi ya kuandika vitabu. Na katika kuandika vitabu tusisahau pia, lazima tuhamasishe, tuamotishe tuatie moyo wasomaji wa vitabu, tuwaelezee umuhimu wa vitabu, umuhimu wa kusoma na umuhimu wa kujifunza. Huwezi kujifunza kutoka hewani, huwezi kujifunza tu kutoka kwenye anga, lazima ujifunze kutoka mahali fulani, na kujifunza bora zaidi ni kutoka ndani ya vitabu. Unafikiri uhamasishaji huo unaosema kwamba watu ili waweze kusoma vitabu hivyo unaweza kufanywa namna gani? Namna ya kufanywa watu wasome ni kuhimizwa kuambiwa ubora na umuhimu wa vitabu na wakati huo huo pia waandishi wa vitabu waandike vitabu vizuri vya kuvutia. Mimi nimejaribu, sisemi kwamba niliandika vizuri kuliko waandishi wengine, hapana, lakini niliandika kila kitabu kwa kutazama msomaji. Mtoto wa darasa la kwanza, la pili, la tatu mpaka wa chuo kikuu anapaswa kuelewa nini? na kitabu cha kwanza ndio kinashikanishwa na cha pili. Kitabu cha kidato cha kwanza form 1 unashikanishwa na cha pili. Sasa mtoto anaenda akijua kwamba nimemaliza ngazi hii, ninapanda ngazi hii. Kwa hivyo nikuhimizwa. Kama wewe Profesa Wallah Bin Wallah, umeandika sasa vitabu kama vingapi? Vingi sana, nakala vitabu <laughs> sitini vya aina tofauti. Nimeandika vitabu vya kufundishia nimeandika vitabu vya mazoezi na marudio, nimeandika vitabu vya misemo, nimeandika vitabu vya kufurahisha kuchekesha tu, nimeandika mashairi, nimeandika vitabu kwa mtindo wa mtihani, maswali ya kuuliza. Nimeandika kwa namna zote ambazo unajua, ukienda huko utafurahi. Ukienda alafu nimeandika vitabu vya hadithi. Utajie labda vitabu viwili vitatu ambavyo umeandika na umehusikia kwamba hiki kitabu kimekuwa kizuri zaidi? nimeandika vitabu a Kiswahili Mufti darasa la kwanza mpaka la nane. Nikaandika tena vitabu vya Kiswahili Mufti kidato cha kwanza mpaka cha sita. Alafu nimeandika vitabu vya hadithi, kwa mfano kitabu kinaitwa Kicheko cha Maiti. Kicheko cha Maiti? Ndio. mm, kitabu kingine kinaitwa <laughs> Sitaki Simu, Zawadi ya Sanda. Yeah. Kitabu kingine cha hadithi kinaitwa Uongo wa Ukweli. Yeah. Kitabu kingine kinaitwa Ninataka kufa na kingine kinaandikwa kwamba sitaki kufa. Aiyaya. <laughs> <laughs> Profesa Wallah Bin Wallah, kwa mtazamo wako, unaona kwamba ume, umepata mafanikio, ndoto zako zinaanza kutimia kuhusu watu wanaosoma vitabu hivyo? kama unavyosikia sana, sana. Manake yeyote aliyesoma kitabu changu alipenda Kiswahili hmm. na akabaki tu kunipenda mimi <laughs> na kujiuliza nitamwona siku gani nitamwona kwa hivyo ndugu Waganda ambao wameniona tangu nilipoingia hapa juzi Jumapili wamefurahi sana. mm -hmm. nimekuwa na kazi kubwa na kazi nyingi sana, kuongea na wanafunzi kuongea na walimu, hata we mwenyewe umeshuhudia. Kwa hivyo katika dunia hii, ukitaka watu wafaulu, wasaidie kufaulu ndio kazi ya uandishi mm, wa vitabu. Profesa Wallah bin Wallah, naijua sio, si kazi rahisi, kwani yeah, kawaida inaonekana kama kazi ambayo haitoi pesa kwa mwandishi binafsi. Kazi ya vitabu ni kazi ngumu sana mm, lakini nitakupa siri kuanzia leo mm, kazi yoyote iliyo ngumu ni bora kuliko kazi rahisi. Ikiwa ngumu na ukaiweza na wewe kumbe ni mgumu na hata pesa utakayopata ni pesa ngumu, sio pesa rahisi rahisi, sio kidogo, lakini ni ngumu, ni ngumu ni <laughs> na pesa ambayo hata wewe unapotumia unajua, hizi pesa nimefanyia kazi mimi. Vitabu vimenilipa pale unaposema vitabu havilipi. Kuna shida ya kupata pesa ukiwa umeandika tu bila kujua unaandika nini, unamwandikia nani, basi utakuwa sawa na mtu ambaye amepika maandazi au chapati kwenda kuuza bila kujua nani atanunua. Na yule wa kwanza aliponunua akaona hata chapati yenyewe ni kama ngozi haipendezi, kwa vyovyote hawezi kupata pesa. Lakini ukiandika kitu kizuri, kizuri chajiuza, kibaya chajitembeza. Asante sana Profesa Wallah bin Wallah.